Pamoja na mchizi ni kwamba uh, ni watu ambao it's like kama Tanzania imeshakuwa favorable country. Na, na watu wengi sana wakija Tanzania wanakuwa wana enjoy kutokana na, na, wana wana na, na maisha ambayo tunaishi master wetu, the way ambavyo wana, wana interact na vitu kama hivyo. So Fina amesema, ame, ame, amefurahishwa sana na, na, na jinsi ambavyo mashabiki zake wamefurahishwa na ukaribu wake na, Eni, na akasema ingawa hajui kinacho kinachovutia zaidi, na amesema kwamba yeye ni mwanaume mwenye mvuto, na amesema kabisa na yeye ni mwanamke mrembo, labda ndiyo maana hata mm, watu wengi wakiwaona wako pamoja na nini, wanaendelea kuenjoy kutokana na kile kitu ambacho wanakifanya. Sasa nikasema chonde chonde, Phina, tunamtegemea sana kuendelea kutoa hit song, au vipi mm, yeah, lakini pia kuendelea kufanya mambo makubwa sana kupitia mziki wa Bongo Flava, yeah, no, japokuwa swala so zima la mahusiano na kazi

bonge moja la ngoma ambalo limefanya poa sana Nigeria. Yeah, yeah, well, unanisoma. Kwa hiyo eh, Jux ana akili yani, akiingia kwenye mahusiano eh, ni mtu ambaye ana target kazi lakini